Lazima ni hakikishi hmm, anafika kwenye hili kongamano sasa. Uh, alivyokuwa mwanzo na hizi siku toka jana na leo, alivyokuwa mwanzo na jana na leo, unaonaje hali yake ilivyo? Ah, mimi naona badiliko kubwa sana kwa sababu ana furaha. Tumtukie Yesu, makofi mazuri zaidi kusu Mungu alifundisha hapa nadane na watu na waliponywa yeah, mioyo. Na kwa kweli jina la Bwana nibarikiwe sana, Mungu yeah, wabariki. Kwa hiyo mama ana amani sasa hivi, ana furaha suma, hata sura yake namna hivo. Sawa bavo, wameshuhudia sura yake inaonyesha furaha, hakuwahi kumzoea hivyo kwa sababu hiye ndiyo shuhuda wa mke wake. Jamani, tupigia Yesu makofi mazuri zaii Asante. kuna mingine labda unaongeza mama, kama hakuna, waendelee ya hapo. ndugu zangu walinitenga, ndio maana sasa hiyo hali, yaani ikanichukulia hivyo, yaani upande wa baba akanichukia, upande wa mama akanichukia, nikawa sina msaada pa kukimbilia. Ah, lakini umeupata msaada ambaye ni Yesu sasa kwenye maisha yako, na ndio na furaha sasa. Jamani, tumuongezee Yesu zawadi nzuri ya makofi mazuri.